Asalamu aleikum warahmatullahi taala wabarakatu, wapenzi na wafuatiliaji wa channel ya tiba Facts Online TV, ni siku nyingine tena tumekutana katika darasa la elimu ya tiba, na leo tutakuwa katika elimu ya tiba kupitia miti shamba na matunda, na insha allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tutajifunza dawa inayoitwa dawa ya mvuto katika biashara na mwili. Dawa ya mvuto katika biashara yako na mwili wako, ina maana hii inatumika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya biashara, unataka kupata mvuto kwenye biashara yako e, au ni katika mwili wako, uwe na mvuto katika mwili wako katika mashughuli yako. Lakini biashara hii au dawa hii inatumika pia mpaka katika eh, zile biashara za online. Kuna dada mmoja aliniuliza swali akasema, shee, je, kama mimi nafanya biashara za online, nawezaje kutumia dawa ya mvuto ili wale watu naokuwa nazungumza nao online wanipende na wapende kazi zangu na biashara yangu? Nikasema, usio na wasiwasi, nitakuja kufundisha dawa hiyo katika chaneli ya Tiba Facts Online TV. Mimi ni Usaz Bashil, tupo katika kitabu cha mwongozo wa tabibu. Kama una kitabu hichi, ndani yake utakuwa umeshapitia vitu vingi na ukaviona, hususani e, hizi dawa dawa na mambo mbalimbali. Kitabu hichi ni mahususi kwa ajili ya kumwongoza mtu anayejifundisha elimu ya tiba, japo vipo vingine vitabu vyenye vinaelezea habari <coughs> mbalimbali za mitishamba na tiba mbalimbali , lakini hichi kitabu kimekusanya yale mambo muhimu zaidi na yale mambo ambayo yanakwenda shortcut zaidi, lakini pia yenye yamebeba uongozi, mfano uongozi katika uchimbaji wa dawa, uandaaji wa dawa za mitishamba mpaka utengenezaji, na uweze kufanikiwa. Hayo yote yameelezwa katika kitabu cha mwongozo wa tabibu, kitabu ambacho nimekiandika mwenyewe na nimeweka mambo muhimu na kitabu hichi ikihitaji, huwa kinauza shilingi elfu ishirini. Ndio bei ya kitabu hichi kwa soft copy, ambacho unaweza ukatumia kwa WhatsApp au kwa email. Kwa hiyo ni moja ya kitabu ambacho kina vitu vingi. Sasa tutakuwa katika kitabu hicho, tuangalie faida au namna gani tunaweza kutengeneza dawa ya mvuto katika biashara yako au katika mwili wako, ukiwa na kitabu hicho nyumbani au kwenye simu yako au kwenye tablet, au kwenye kompyuta au kwenye PC yako, fungua ukurasa wa mia moja thelathini ya kitabu cha muongozo wa tabibu. Hapo ndipo tunakwenda kustafidi dawa yetu. Hii ni moja kati ya dawa hatari na yenye mvuto mkubwa katika biashara yako au kuwa na mvuto katika mwili. Elewa hili neno dawa hatari, tunamaanisha hivi: dawa hii ina nguvu kubwa endapo tu kama utaweza kuitengeneza kwa utaratibu nitakaokuelekeza hapa. Kwa hiyo sio dawa ya kusema kwamba unajaribu labda hauna imani na matokeo yake. Hii ni dawa ambayo ina mvuto mkubwa e, kwa hiyo hili ndio jambo litakiwa lieleweke. Na mvuto huo utapata kutoka katika biashara au utaweza ukaupata kupitia mwili wako vile utakavyokusudia wewe. Cha kufanya fuata utaratibu wa kuandaa dawa hii kama tutakavyoelekeza hapa, na inshallah utaona maajabu makubwa sana katika shughuli zako e, na katika biashara zako. Cha kwanza, kitu cha kwanza, andika kabisa, kama unaandika, kama hauna kitabu, tafuta makapi ya miwa iliyoliwa, yani yale maganda. Kuna yale maganda ya juu, yale wanamenya wanamenya, wanatupa afu wanakula kile kiini cha katikati ambacho ni laini. Asa yale maganda, baada ya mtu kutafuna, kutafuna, kutafuna, alafu utamu ukishamalizika, anatema yale, ndio anakusudiwa hapa maganda ya miwa. Na kama ulikuwa ujui mua ni tiba, miongoni mwa tiba zinazofanya vizuri, tafuta kitabu changu kinaitwa nani, Maajabu ya Mitishamba katika kutibu maradhi ya kijini na uchawi, kitabu namba tatu, nimeueleza mti wa mua full E, yaani una faida nyingi tofauti tofauti mpaka kuiongoza nyota yako ielekee wapi. Unaweza ukasema mimi ni mfanyabiashara nataka nyota yangu niing'alishe upande wa biashara tu. Aa, mimi ni fundi nataka niing'alishe nyota yangu kwenye upande wa ufundi tu. Aa, mimi labda ni nesi ni daktari ni mwalimu ni mwanasheria nataka niing'alishe nyota yangu kwenye ili tu nilikusudia. Kuna namna ya kuitengeneza dawa fulani kupitia maganda ya mua, ila hayo imeelezwa kupitia kitabu cha Maajabu ya Mitishamba namba tatu. Kama utakuwa nacho hicho utakuwa shapitia habari hizo. Kwa bahati mbaya, kuna wengine wanamiliki vitabu lakini hawasomi ndani yake, wanaona kama vile e, mambo ni mengi. Sasa tafuta maganda au makapi ya miwa yaliyoliwa, na nitakueleza maganda utapata wapi. Kwanza shikilia hapa hapa kwenye maganda e, au makapi ya miwa iliyoliwa. Jambo la pili, tafuta maualozi tafuta maualozi. Maualozi yanapatikana maeneo mawili. Sehemu ya kwanza ni kwenye majumba ya watu au sehemu ya mabustani ya maua, mfano kwa miji iliyoendelea. Uh, kuna kwa kuna wale mabustani wale mabustani wanakuwa wana, wana, wanaweka miti mbalimbali mbali pale za maua za matunda, e, za ulembo, basi pale maualozi huwa yanapatikana katika zile bustani, sio zote, ila baadhi ya bustani huwa yanapatikana maualozi. Kwa kama unafahamu pala ambapo pana limwa bustani, nenda ukifika pale, muombe, una maualozi hapa? Atakwambia yapo, yapo mekundu na yapo meupe. Yote hapa yanafaa katika kipengele hichi, yote yani rangi yoyote yanafaa, sababu baadaye nitaanza kuulizwa maswali shema. Sasa maualozi imepata ina mbili, nichukue meupe, nichukue mekundu? Maualozi yoyote yale yanafaa katika kipengele hicho. Jambo la pili, jambo la tatu, tafuta mchanga wa njia panda, njia panda nne, yani sehemu zinapokutana njia panda nne. Kuna njia panda jike na dume. Sasa hii ni njia panda jike, ambapo zitakutana njia panda nne au njia nne zinazokuja kuoana na zinapishana pale. Achana zile njia panda tatu, ndio maana nimeweka usawa hapa kwamba mgeza akakimbilia kwenye njia panda, akaenda kwenye njia panda dume. Hapana, tunataka njia panda jike, ambayo njia nne zimeingiliana, inatoka huku inakwenda huku inatoka huku, yani zinakuwa zimekatishana kama msalaba vile. Hapo sasa, katafute mchanga unaopatikana pale. Lakini mchanga ule utakapokuwa unauchukua, utie nia, unakwenda kufanyia nini? E, uzungumzi wakati unauchukua ule mchanga kwamba nia yako ya kuchukua mchanga ule maeneo yale nini unahitaji kwenda kutengeneza dawa ya mvuto wa mwili na mvuto katika biashara. Sasa tukija katika utaratibu sasa wa kutengeneza, tafuta maganda ya miwa yale ambayo mtu hutafuna miwa kisha kuyatema na, na vizuri maganda hayo uyapate, au yanayopatikana katika maeneo yafuatayo: ima sehemu ya stesheni ya reli ambapo kuna mkusanyiko wa watu stesheni. Nyingi kunakuwa kuna watu wengi. Sasa pale kama waga wanauza miwa na wakununua na kula, katafuta ile maganda yaliyoliwa katika eneo lile, yaani penye mikusanyiko ya wa watu wengi. Sehemu ya pili ni vituo vya mabasi, kama sehemu hiyo wanaruhusu kula miwa alafu na maganda yakawa yanatupika na kuonekana maeneo tofauti tofauti, unaweza kaogota maganda ya sehemu ya kituo cha mabasi. Eneo lingine ambalo unatakiwa upate maganda hayo ni maeneo ya shule, eneo ambalo kuna shule, lakini pembezoni mwa shule hiyo kuna watu wanauza miwa na watoto wanakwenda wananunua wanakula. Kifupi ni katika maeneo yenye mikusanyiko ya watu wengi, ndio maganda haya uyapate. <coughs> Bi, maana usije ukakulupuka tu kwenda kutafuta maganda hata barabarani, wapi? Hapana, tafuta eneo ambalo kuna mkusanyiko wa watu wengi na miwa inauzwa hapo na watu wanakula, maganda yanatupwa, ndo kachukue maganda hapo, na unachukua tu ya kutosha, sio mengi sana, wala sio machache <coughs> namna kama hivyo. Kisha tafuta na hayo maualozi ambayo yanapatikana katika mabustani ya mimea au katika maduka dawa za asili. Pia maualozi kwenye maduka dawa za asili yanapatikana yakiwa yamekaushwa. Ee, unakuta yamekaushwa lakini pale yanauzwa kama dawa, na wanaojua kutengeneza dawa ndo wanayatumiaga. Nawezekana wewe leo ndio umejua kama walozi waga yanakuwa ni kama dawa, lakini acha nikurudishe nyuma. Kuna maji yanaitwa water lozi na yenyewe pia yanatumika kama dawa katika kuondoa mikosi, kulasafisha mwili, kuupa mwili mvuto. Water lozi inatumika, afu kuna lozi flavor malashilozi yanapatikana na ni hayo hayo, yanatoka kwenye maua rozi sosi. Ni maua rozi sasa hapa. Kwa hiyo usije ukashangaa kwamba maua rozi yanakuwa tena dawa. Sasa ndio hivyo tunakufundisha sisi kwamba katika mchanganyiko huu mm -hmm. Ukishapata vitu hivyo vi, vi, tuliovitaja hapo, yani upate maua rozi eh, alafu ukapata na maganda ya miwa <coughs> basi hayo maganda utayaunguza katika chungu, utayaunguza katika chungu chako. Yakishaungua vizuri yale maganda ya miwa yale, na vizuri na yeye, unaweza kuchukua kwa nia e, maana kila kitu kitalipo kutokana na nia. Chukua kwa nia, nataka kuyafanyia nini, itakuwa bora zaidi. <coughs> au kipindi unatengeneza, unatia nia yako pale. Kwa hiyo utaunguza katika sufuria uchungu, kisha utasaga upate ule unga wake kisha unga huo utachangana na ile vumbi inaotokana na mchanga wa njia panda e, na maualozi pia, kama yatakuwa yamekauka utayasaga vizuri upate unga wake. Kama utapata mabichi unaweza ukaanika ukayasaga upate unga wake. lengo ni maualozi ipatikane unga wake, maganda ya miwa yapatikane unga wake. Ehe, sasa utachanganya na ule mchanga wa njia panda. Ee, ukishachanganya katika mchanganyiko huo wa vitu vitatu, yaani maganda ya miwa yameunguzwa kisha akasagwa ukapatikana unga wake, alafu ukaja ukapata na maualozi ee, yale maualozi ukafanyeje? Ukasaga nanywe ukapata unga wake, ukapata mchango wa njia panda basi mchanganyiko wa hivyo vitu vitatu unachanganya katika mafuta yako ya kupaka yoyote yale unayoyatumia, iwe ya mgando losheni, au ya maji. Utakuwa unapaka wakati unakwenda katika biashara yako, kama ni katika masuala ya biashara ziweza kutembeza pia. Kama biashara yako ipo ndani ya fremu, yani duka, basi utachukua mchanganyiko wako huo, huo huo waunga, kisha uta utaumwaga katika zile pembe pembe mbili za fremu yako, sio nne. Pembe tu mbili zinatosha, mwaga huku mwaga huku katika fremu yako, kwa nia lakini ya kuvuta wateja katika biashara hiyo. Au unaweza kuweka mchanganyiko huo e, katika maji kisha ukatumia kupigia deki eneo lako la biashara yako. Lakini pia kama unafanya biashara ya online, basi unatumia mchanganyiko huo kuweka kidogo chini ya ulimi. E, kisha una, unaenda kuzungumza na wateja wako online e, kwa kama wewe labda, <coughs> mfano labda mimi ningekuwa naitumia dawa hii labda nafanya biashara fulani, basi kabla ya kuzungumza maneno hayo unawasikia, ninaiweka hiyo yu dawa chini ya ulimi kidogo, alafu natengeneza video kwa ajili ya watu wangu wa online e, kama ni mtu wa makamera kamera pale, kabla hujawasha makamera yako unaweka ile nani unazungumza na watu wateja wako. Hakika ukifanya hivyo, wateja wako online watavutiwa na wewe kwa kile ambacho utawaelekeza, lakini pia watapenda hizo biashara unazokuwa unafanyaje, unazitangaza eh, kwa sababu online sio kusema au kuzungumza hapana. Kuna zile bidhaa unakuta mtu anasema, jamani, mimi nauza mashuka, jamani, mimi nauza sijui vipodozi, mimi nauza sijui nini, mimi nauza nini. Eh, basi hizo ndio tunazozungumza hapa, biashara zile za online ambazo mtu anazitolea matangazo na watu wanaziona. Eh, unaweka na namba zako pale na kutafuta, unakuwa unajibu na message. Kuna watu watakuwa wanasema, mimi nataka labda, nipo mkoa wa Kigoma Taipataje hiyo? Mimi niko Kagera, mimi niko sijui Chunya huko Mbeya. Eh, basi unaweka na namba yako pale wanakufuatilia, wanakuwa wanakuuliza maswali, unawajibu. Wale wanaotaka nani delivery unawafanyia kulingana na utaratibu utakao kuwa umewapa. Kwa kweli hii ni dawa nzuri sana yenye mvuto wa ajabu katika biashara yako. Kuna kipengele kimoja nataka nikiweke sawa. Katika maganda ya miwa pale, kuna namna mbili za kuyatengeneza, ima uyachome kwa lengo la kutafuta ule unga wake, au kama utaweza ukayanika, kauka vizuri, ukatwanga ukatwanga ukayatwanga ukayatwanga ukayatwanga, ukasaga, ukapata ule unga wake, sawa tu. Kwa hiyo e, muhimu sio kuyachoma, yaani muhimu dawa hii haijazungumzi haijasimama mpaka lazima kuyachoma, hapana. Kuchoma ni kurahisisha upate ule unga wake kwa wepesi, lakini kama utatokea ume Uh, umeusaga unga wake vizuri ukaupata, hata kama haujaingizwa jikoni ukaungua, basi bado inafanya vizuri kwa sababu kuna mwingine asema: sasa ichoma, mimi nataka kuwa na, napaka sasa choma, mimi sasa sitakuwa nyeusi mimi nitajiweka, si doadoa si? Basi fanya kuitengeneza, hata kama haujaichoma inafanya vizuri. Kikubwa ni maandalizi yakamilike, na isha mchanga wa njia panda isikosekani ndani yake iwemo. Njia panda ni eneo ambalo lina siri kubwa sana. Moja ya sifa za njia panda, njia panda inatengeneza mvuto. Watu wanakutana pale, wanakutana pale kisha wanaachana pale. Yaani kitu kinachokuwa kusajisha watu wa kutoka huko kutoka huko kutoka, kutoka wanakutana pale ndivyo wateja na watu watakavyokuwa watakavyokuwa wanakujia katika biashara zako. Kama unataka kujua siri zingine za njia panda, fuatilia kitabu changu cha Maajabu ya Mitishamba namba 3 hichi. Kuna dawa moja nimeelekeza dawa ya ya mvuto wa biashara na mwili ile inatengenezwa kupitia ni ni mchele na vitu fulani fulani, lakini dawa ile inatakikana ikafanyaje? Ikahifadhiwe njia ya panda kwa siku saba, ya nane itolewe, ndipo ende ikafanya matumizi. Kwa nini inahifadhiwa pale? Kwa sababu nje panda ina sifa ya kuvuta vitu, lakini nje panda ina siri ya kugawanya au kuwachanisha, kwa sababu kuna wengine wataenda wakifika pale wanaachana mwingine anakwenda huko. Haya bwana, kesho kesho au baadaye baadaye. Mlikuja vizuri mkafika pale mkaachana, lakini pia mnaweza mkakutana pale. Kwa njia panda inaweza kuharibu, njia panda inatengeneza, njia panda inavua vitu. Mfano, unaweza kuwa ushaikuona umefika njia panda au umanjia..., ukakuta watu wameoga dawa, wamevunja vyungu, wamevunja nazi. Ni kwa sababu njia panda ina siri nyingi, inaweza kuachanisha, inaweza kuvuruga, inaweza, inaweza kuharibu. E, kwa ni vile tu mtu ameweza kwenda kuitumia kwa nia, e, nia yake ni kutengeneza atatengenezeka, nia yake ni kuharibu ataharibu, nia yake ni kuvua vitu katika mwili wake labda mamikosi manuksu uliotupiwa atajivua. Kwa hiyo namna kama hiyo, kwa leo tutaishia hapa katika e, dawa yetu hii, lakini ukihitaji kujifunza zaidi dawa hii unaweza ukaenda kuisoma kuanzia ukurasa wa mia moja thelathini katika kitabu cha Mwongozo wa Tabibu. E, katika Mwongozo wa Tabibu ndio dawa hii inapatikana. Kwa wale ambao walinitumia message DM wakaniambia she vipi ku sofa Nyelele Day itakuwepo kikweli, nilikuwa na kigugumizi kwa ajibu, kwa sababu muda ulikuwa bado. Watu wameanza kutuma maombi toka mwezi wa tisa tarehe za mwanzoni, wanaulizia Nyelele Day, Nyelele Day. Yani, kwamba kuna siku za kutoa ofa kweli E, inapendeza watu wanafuatilia na wanafahamu paka tarehe za ofa. Kwa ofa ikimpita hii, anaamini kwamba yawezekana ikaja nyingine tukapata. Sasa taarifa ni kwamba ofa ya Nyerere Day itakuwepo, na ukihitaji kuingia katika mfumo wa kupata vitabu kwa ofa, utalazimika uanze kufuatilia kuanzia tarehe kumi au asiana na mimi kuanzia tarehe kumi ya mwezi wa kumi. Hapo yawezekana taarifa ya ofa ikatolewa utaambiwa vitabu vitakuwa vingapi na bei yake itakuwa shilingi ngapi, lakini haitakuwa chini ya shilingi elfu arobaini na tano. Kwao jiandae kisaikolojia, ofa vitabu itakuwepo, lakini haitakuwa chini ya elfu arobaini na tano eh, lakini utaambiwa vitabu ni vingapi na utavipata kwa shilingi ngapi. Kwao jiandae, kwa yule mwenye anahitaji ofa. Kwa yule ambaye hahitaji ofa au hana nafasi ya kuizingatia ofa, anaweza akakitafuta kitabu hichi kwamba anahitaji kukisoma zaidi au anahitaji kuwa nacho akimiliki kitabu hicho, unaweza kutumia kwa soft copy ukiwa nchi yoyote sehemu yoyote, kwa njia ya WhatsApp au email. Kitabu hichi pekee yake kinauza shilingi elfu ishirini cha muongozo wa tabibu, kuna namna kama hivyo, lakini pia kuna vile vitabu vingine kama maajabu ya mitishamba kati utu maradhi ya kijina ucho. Kitabu namba moja huwa kinauza elfu saba kitabu namba mbili kinauza elfu kumi na kitabu namba tatu cha jina hilo hilo kinauza shilingi elfu kumi na sita. Kuna kitabu cha tiba mbadala cha nyingi kinaweza shilingi elfu kumi, ukitoka huko, kabla kutoka huko, ndio unakutana na hichi, cha mwongozo wa tabibu ambao ni baba yao wa vitabu vyote vya mitishamba. Kwenye dua kuna vitabu vya dua kwa mfano cha maajabu ya Qurani katika kutimu maradhi na kuondosha shida mbalimbali, kitabu namba moja bei yake ni shilingi elfu kumi na mbili, kitabu namba mbili elfu kumi na tano, alafu kuna vitabu vile vya maajabu ya majina ishirini na nane ya barati na kazi zake kitabu namba moja kinauza elfu kumi na tano na kitabu namba mbili kinauza shilingi elfu kumi na ambiri, tano. Pia kuna kitabu cha abjadi, elimu ya mambo ya herufi, hayo mambo ya nyota, utabiri, uvaji wa pete, mafanikio ya uvaji wa vito utayakuta humo ndani ya kitabu cha abjadi hichi. Huwa kinauza shilingi elfu ishirini. Pia kuna kitabu cha ulimwengu wa majini na vituko vyao, humo imeelezwa maisha ya majini, wanaishi vipi, utawala wao uko vipi, e, uongozi wao uko vipi katika dunia yetu na katika e, eh, uko kwao. Lakini pia kuna namna ya kuwaita na kuwatumikisha majini, elimu hiyo imeelezwa ndani ya kitabu icho. hicho hicho huwa kinauzwa shilingi elfu thelathini. Alafu mwisho kuna kitabu kile cha furaha ya ndoa. Hichi kitabu kimeelezea mambo ya ndoa, maisha ya ndoa, lakini ni mambo gani unafanya unapatia au unakosea katika ndoa yako, hususani katika kulishughulikia tendo la ndoa kwa wale waliooa na wale wanaojiandaa kuingia kwenye uchumba na ndoa. Kitabu hichi kizuri sana kitakufaa. Utajua mapungufu yako yako wapi na makamilifu yako yako wapi na nini ufanye ukaboreshe ndoa yako. Kumbuka tendo la ndoa linachangia asilimia karibia sabini na nane kuimarisha ndoa likifanywa vizuri, na inachangia karibia asilimia themanini na mbili kama itafanywa vibaya kuiharibu ndoa au kuivunja kabisa. Kwao maamuzi ni wewe, ukisema ukatengeneze utakuwa umejisaidia kwa asilimia kubwa kwenye ndoa yako. Ukilipuuza jambo hilo, basi utakuwa ume, e, umejisababishia mwenyewe asilimia kubwa ya ndoa yako kuwa hatihati, kwa inshala hati hati. Tuishie hapa, tukutane kipindi kingine cha darasa za elimu ya tiba. Mimi ni Ustaz Bashir na hii ni Tiba Facts Online TV. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu